Baada ya uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye sekta ya afya, ikaonekana kwa ili kuwafikia wananchi, ndio tuanza hizi kambi. Kwa hiyo kambi yetu sasa ilikuwa ni kambi ya tatu kwa upande wa kanda ya kati. Tulianza na Morogoro, tukatoka tukaenda Iringa, sasa tumemalizia leo Singida. Kwa hii kambi tuliokuwa nayo toka tarehe tano mpaka tarehe tisa tumefanikiwa kuwaona wagonjwa au kuwatibu wagonjwa wenye Elfu tatu mia mbili na arobaini na mbili kwa kama tulivyosema lengo letu lilikuwa wagonjwa elfu tatu na tumevuka lengo kwa tunashukuru tumeweza kuwafikia watu wengi na tumeweza kufanya upasuaji kwa wagonjwa themanini na mbili tumeweza kuwahudumia watu pia kupitia idara ya radiolojia lakini tumeweza kuwasaidia watu wengi tu na tunashukuru wagonjwa wetu wote tuliwafanyia upasuaji wametoka salama, idadi yao kubwa, mpaka kufikia leo jioni watakuwa wameruhusiwa. Kwa hiyo wataendelea kuendelea kuja kwenye kliniki kwa ajili ya review, lakini tunashukuru, tumeweza kwenda vizuri, kwa hakuna mgonjwa wetu aliohitaji refu ya kwenda sehemu yote, wote tumeweza kuwatibu hapa. Kwa hiyo unaona kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, lile lengo la wapunguzia wananchi gharama za kuangaika kutafuta tiba imefikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru wenyeji wetu kwaliwezesha ili zoezi letu, na tunashukuru limeenda salama kabisa. Naomba niwashukuru sana kwa kazi kubwa waliyofanya madaktari tangu tarehe tano mpaka tarehe tisa siku ya leo. Kazi waliyoifanya ni kubwa Tuona achakualipa lakini Mwenyezi Mungu atawalipa zaidi. Kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa, Dkt. Victorina Ludovick, tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa wagonjwa anaopata matibabu. Kiukweli wamekuwa wakitoa majibu ambayo positive kwamba wamepata huduma nzuri, lakini pia wamegizishwa na kauli za madaktari, kwa sababu kupona si dawa tu, pamoja na kauli nayo pia inachangia mgonjwa wa kujisikia faraja. Kwa kweli ni matokeo ya kupongezwa, kambi hili lilikuwa na tija kubwa. Hongereni sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja aliyechangia katika zoezi hili, na hatimaye tumewagusa wananchi, tumewagusa binadamu, tumewagusa Wanasingida na tumewagusa Watanzania wenzetu ambayo yawezekana walitaabika kwa muda mrefu, wengine kwa kukosa nauli, wengine kwa kukosa nafasi, lakini hatimaye kupitia ninyi, mmerudisha faraja na afya katika maisha yao. Najua ya kwamba hapa Singida mmepanda mbegu, itaendelea kuota, itaendelea kukumbuka na tutaendelea kuwakumbuka, na ninajua tumeshakuwa ndugu, na kwa kuwa hili zoezi la makambe litakuwa linaendelea nina imani tutaendelea kuimarisha kambi hadi kambi nyingine, lakini nakumwomba mwenyekiti kwamba tutakapokwenda raundi hizi tukamaliza mikoa yote, basi tufanye haraka iwezekanavyo, Singida turudi tena. Hii ni dalili tosha kwamba mmefanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu, sisi ni wataalamu ambao tumejaliwa tumepata neema ya Mwenyezi Mungu tukapata utaalamu huu tulio upata siku ile, nikifungua mahali hapa niliwaambia jamani, kupitia kazi yetu hii yawezekana ikawa ni njia ya kupata baraka, lakini yawezekana pia ikawa ni njia ya kupata aaa, kutokana na kwamba sisi eneo letu tunalolifanyia kazi ni eneo nyeti, ni eneo sensitive sana. Mtu anayeumwa alafu akija akipata makwazo kwa mtaalam huyo, akitoka pale, yeye anaendelea na laana, anakulaani siku zake zote. Lakini kwa yule ambaye alikuwa anasumbuliwa na tatizo kubwa alafu leo ukaja ukalitatua tatizo hilo, huyo ataendelea kukuomea kwa Mungu aendelee kukubariki siku zote za maisha yake. Kwa hiyo, mimi ninaamini sisi sote kwa siku hizi tano tumevuna baraka nyingi Ndivyo hivyo ninaamini, nina. Na mimi ninawatakia baraka za Mungu zikaende nanyi na mkaendelee kufanikiwa kila itwapo leo, kwa sababu mmegusa maisha ya wananchi ambao wanaohitaji. Nipongeze sana timu ya hospitali ya mkoa ATG mii, ni vijana mahiri na mmetumia resources ili kutoa huduma njema, lakini kupitia hiyo capital iliyowekeza naye amevuna kitu fulani ambacho kitawasaidia katika hospitali yetu. Niseme tunawapongeza sana, tunawashukuru mno, sisi wana Singida, na niwahakikishia kwamba tumefarijika. habialeta mapwanzo bali mmeleta faraja katika mkoa wetu. Asanteni sana, ninaomba sasa nitamke rasmi kwamba kambi letu limefungwa rasmi, na hii awamu ya kwanza na tukifunga hapa rasmi ndio tunaanza kujiandaa kwa ajili ya kambi la awamu ya ngapi la pili. Wana huduma nzuri kwa ujumla, nimefurahi huduma zao, wako vizuri na tunawashukuru. Awamu nyingine waje watutembelee tena. Kwa mojawapo, mimi nilikuwa na mtoto wangu amepata kwa amepata huduma ya upasuaji kafanikisha mtoto sasa hivi naita mjukuu. Nimejisikia vizuri sana kwa sababu nimepata uponyaji mkubwa sana. Nawaambia waongeze bidii, wawe na ngazi njema ya kufanya kazi hizo za kuhudumia hudu, wananchi, ambayo mii ni nimerizika katika moyo wangu. Mi nasema Samia waongeze bidii na kuvuta vijana wengi kufanya kazi kama hii. Nashukuru sana kwa kweli madaktari wamfanya vizuri na pia tunaomba kwa awamu nyingine waweze kufika na kutusaidia pia. Wafike kwa wingi na waweze kutuhudumia kwa mara nyingine pia.